Tarehe 18 wa pili 2025, mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara ilimhukumu kifungo cha maisha jela Stamiri Hassan Jafari maarufu Kungumanga, mwenye umri wa miaka 35, ambaye ni bodaboda mkazi wa kijiji cha Chiwinde, kata ya Naipanga, wilaya ya na Nachingwea, mkoa wa Lindi kwa kosa la mauaji ya Mwajuma Yusuf Tufani aliyekuwa na umri wa miaka 32. Mtia hatiani alitekeleza mauaji hayo ya kikatili tarehe tano mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika kijiji cha Lukuledi mpakani mwa wilaya ya na Nachingwea na Masasi. Marehemu alimpatia mtia hatiani kiasi cha pesa kwa ajili ya kununulia korosho kwa wakulima kwa mfumo wa uchuuzi ambao unajulikana hapa Mtwara kama Kangomba ka, ka, ka kwa msimu wa korosho 2021 hadi 2022 20, 20. Baada ya msimu wa korosho kupita kupita, wakulima na wafanyabiashara kulipwa fedha zao, marehemu hakuridhika na kiasi cha fedha alicholipwa kupitia akaunti yake. Marehemu alimwomba mtio hatiani waende kwenye chama cha msingi ambapo mtu hatiani alipeleka korosho hizo. Mtu hatiani alikubali, na siku ya tukio wakiwa njiani kuelekea kwenye chama cha msingi kwa kutumia pikipiki piki ya mtu hatiani, mtio hatiani alisimamisha pikipiki katikati ya safari kisha kuchukua kipande cha nondo na jiwe kumpiga marehemu sehemu mbalimbali na hatimaye kusababisha kifo chake na baadaye kutupa mwili wa marehemu pembezoni mwa barabara. Mtu hatiani alitekeleza mauaji hayo ya kikatili baada ya kutumia fedha alizopewa kinyume na utaratibu. tarehe 6 wa tatu 2025 mahakama ya wilaya ya Mtwara ilimhukumu Ilum, kifungo cha miaka 30 jela. Abdul Malik Fundikira mwenye umri wa miaka 42 alikuwa meneja wa hoteli ya Genesis kwa kosa la kubaka mtumia. Alitenda kosa hilo tarehe 21 wa pili 2024 huko maeneo ya Shangani, wilaya ya Mtwara. Tarehe 10 wa 3 2025 mahakama ya wilaya Nanyumbu ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela Rashid Saidi Binasi mwenye umri wa miaka 55 ambaye ni mkulima mkazi wa Lowasa village wilaya Nanyumbu kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi kilo mbili na nusu mtu hatiani. Alikuwa akihifadhi dawa za kulevya nyumbani kwake kwa ajili ya biashara haramu mingi. Kwa elimu hizi na mengine mengi usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.